Baada ya watu zaidi ya ishirini kufariki dunia na wengine kujeruhiwa kwa kushambuliwa na drone ambayo FCM 23 inasema ni kutoka serikali ya Kinshasa, MTV 1 Online imetembelea mji wa Masisi ambako bomu hiyo iliharibu makazi zaidi ya kumi na kuwajeruhi watu zaidi ya 40. Kesikia, kinakamata kinakuwa kinapiga, saa kinapiga, tukerumi Sikujua kama tumerumia tukekimbia, saa tunafika saa pale chini, nikeambia huyu bwana wangu mbwewanbem mbue mie nimechoka hauone kama damu iko natoka eneo hili linapatikana kivu kaskazini mashariki mwa Kongo DRC na tumetembelea hospitali kuu ya Masisi ambako wagonjwa wengi wapata tiba kwa sasa wakisaidiwa na MSF pamoja na daktari wa mahali wa kwa tiba maalum kwani wengi miongoni mwao walipata majeraha makubwa nilangu njonda hayo buhuru jimi ninachunga mtoto mwe mu bombe lianguka ikamukata mukono. Nilikuwa mtumana ushebere kwenda kuhemea kuuza virahi sa alifika pale yuru alikuwa anapita ndio e. Kisha bombe njo alifika pale bombe ikeanguka ekla ikemkamata mkono zikemkata mukono yeah, za bombe

unaweza kuwa na message gani kwa wale wanaotumia drone kushambulia wakazi wale? message yenyewe niko nayo basi ongea tena. kupiga mabombe katikati ya nani hawa rahia, juu apale hakuna adui mwani kwa pale, bali waliona tu baraia wako wapita, kisha njoo bali wapiga ile bombe, ikeumiza watu wa mingi na wengine walikufa. jina lako? jina langu njoo Ndahayo Buhuru wetu niko mzalo ni wa showa, niko mkimbizi, niko hapa Masisi kansa hiyo. Abe mzuri, naona umefungiwa fungiwa kwa hapa hospitali. Niambie, ni nini kilikupata? Ni ile bombe nje enyelitupigaka. Tuelezee, ilikuwaje? Nilikuwa nimeenda hemea sami, natoka naminakutana na bwana na yangu saa tunaongea, tukesikia kinakamata kinakua kinapiga. Sa kinapiga tukerumia, sikujua kama tumerumia, tukekimbia. Sa tunafika saa pale chini, nikeambia bwanayangu, nimechoka m kama damu iko natoka. Basi tukerudia nyuma, tuketafuta batu bakutueba, tukekuya apa muhopitali. Na soko pale? Chini ya soko pale kwenye wanaoshishakashu chini kadogo kwenye njo kwenye nilikuwa naniko nanyonyesha ule mtoto, mkono na miguru mbili, polepole tu nikudusaidia tu. Maumivu njo yenye iko natutesa na maisha leo hii ni kutusaidia le siku. <coughs> yeye alikuwa ametoka amitoka musantre iya na, um, um, alikuwa ametoka musantre, niko natoka kunyumba, ndio niko naenda hako saa. Tulikuwa tumekutana pembeni ya kufika musantre, mtoto akilia salilia sali mtosha mgongo, niko namunyonyesha, nituko naongea ali. Mbo ile sasa nikimwambia mbasa ende na mimi niende, tukienda sikia kitu kinaenda piga mbobi Ali sasa chilimaliza piga kisha kila mtu akianguka. Kwenda anguka, anguka hatukuyua kama tumelumi. Tuketembea kufika mbele, huyu akeshindwa kutembea. Sasa alishindwa kutembea tukikala. Sasa tulikala wakaji njoo wakefanya nini wakekwa wakitubeba. Hapa nia wake tufikisha hapa muhopitali. Je, tulienda ona muhopitali ni wako na tushona, ni tulisha umia mami ni mingi. Ungesema nini? Mm? Kwa kusema kwa nini ni kwa kutusaidia, tulisha kuwa vilema hatutahiwezea kitu kwa jina jinaango ananiitaka Sole Inosa. Hivi sasa tuko katika hospitali ya Masisi na hapa tunakutana na baadhi ya wagonjwa ambao walinusurika kifo baada ya ndege isiyokuwa na marubani drone kuwashambulia katika muji wa Masisi, ambako ni zaidi ya arobaini mmoja. Huyu ni mama ambaye amejeruhiwa. Mama, pole tena sana. ndio sasa unasema unafikiria nini kuhusu maisha yako? Maisha yangu ni kujisaidia tu. Ulikuwa unalima na leo sasa unakuwa masikini, hautalima tena. Hmm. Hmm. Naam, huyu ni mmoja wa wale ambao wamenusurika kifo baada ya ndege isiyokuwa na marubani drone kushambulia watu katika mji wa Masisi. Mama huyu hata ameshindwa kuzungumza. Hii ni sehemu moja ya watu zaidi ya 40 ambao wanapatikana katika hospitali hii. Kwa sababu yeye amekubali kuzungumza kwenye video. Wengi ni wanawake

Hatuna, hatuna neno la kusema hawa wakaazi wanasema hapa wilani Masisi. Hii ikiwa ni hali ya kukata tumaini: hatuna neno la kusema. Ndio wanasema wakaazi hawa. Walikuwa wamenusurika vita lakini baadaye sasa wanapata majeraha wakati ambapo walikuwa wamepata amani. Baadhi yao walikubali kuzungumza nao japo maumivu wanayoshuhudia. Baada ya wagonjwa hawa tumekutana na mkuu wa hospitali aliyepokea majeruhi na hata kwa bahati mbaya wengine wamepoteza maisha. Mimi naitwa Teofili Kubuya na kwa mganga mkuu wa hospitali ya Masisi, na hapa tunapatikana kwenye hospitali ya Masisi. Daktari, tuko Masisi, Wilani Masisi. Tulipata habari kwamba kuna watu walijeruhiwa na na bomu. Je, mlikuwa na wagonjwa wote mlipokea, na walikuwa wangapi na hali yao ikoje? Asante ni inafaa juma moja sasa, kwa sababu ilikuwa siku ya tano ya juma ilipita, tuliweza kusikia muripuko ndani ya muji, ilikuwa masaa saba na nusu. Na baada ya hiyo muripuko, tuliweza kweli kupokea wagonjwa wa ambao ni wa raia ambao wa raia ambao wamelumizwa na bomu. Sasa katikati yao tulipata wawili walikuwa bado hatukuweza kuwafalia kwa sababu walikuja na hali mbaya sana, na wakafariki, na wengine ine walifariki hapo hapo ndani ya muji. Ni kusema idadi ya wale walifariki ambao tuliona ilikuwa sita, na wale ambao tulipata tulipatia matunzo tulipata makumi ine na sita, na katikati yao kulikuwa kumi na kenda walikuwa hawana hawana mablesio ya nguvu tuliwatunza hapo hapo na wakarudi nyumbani, lakini makumi mbili na saba waliweza kubaki ndani ya hospitali kwa sababu walikuwa na vidonda vikuu, na wengine walivunjika mifupa, wengine walipata myclaza bomb ndani ya kifua, na wale waliendelesha matibabu mpaka kwa sasa. Tumefaa juma moja, tunabaki na wagonjwa kumi ambao wanaendelea pata matibabu juu ya vidonda. Kwa sasa wale ambao tunatibu kwa sasa hawana hali ya kutisha sana, wana hali yao inakuwa nzuri sasa, lakini tuna baki nao juu waendeleshe kupata matunzo ya vidonda, hili ni vidonda vikuu. Kuna wale ambao mifupa ilivunjika na inaomba wapitishe muda mrefu tukitunza hiyo wakipata dawa kwa muda mrefu, na kwa sasa tunashukuru sana e, partenere MSF kwa sababu bezoi zote ambazo tulikuwa nazo zimeweza kujibiliwa na mfadhili Medecins Sans Frontieres Belgique hmm. Wanawake wangapi, watoto wangapi, na wanaume wangapi? Kuna hesabu ambayo tulikuwa nayo katikati ya watoto, tulikuwa na idadi ya watoto kumi. Gavana wa Kivu Kaskazini eneo linalodhibitiwa na M23 Erasto Msanga Bahati akisema kitendo cha kushambulia vijiji hasa wakaadhi eneo mbalimbali Masisi na Walikale hata Lubero vimezidi hivi. Na sai tuko hapa hivi kuko fasi ngivo kwenye kisekei ikonaua watu wanaua watu kila siku sai tunatatoka hapa utasikia watauads kila siku, yeye kuua ni kawaida, lakini tunaweza waomba kitu kimoya, ili vitu vitupatie nguvu za kusimamisha hii mauaji. Kominote internacionali iko naomi na nyamanza, sisi wenyewe muko naona venye kisekedi iko nafa ni nihan huko watu wanasema wenye za minego wenye wanakufaka wenye hakuna jurnalisti mwenye anapafikaka na huko watu wenye wanakufaka na Masisi fasi wenye hakufike barabara wanazikiwa, kule ile yote masakre yenye kisekedi iko nafanya. Ye nileza omba populasio yetu tuungane, itupatie nguvu zo tusimamishe ii mauaji. Kama kisekedi hataenda kusepe hii sietukree tribinali yetu hapa ya kutia ndani chisekedi na bande yake yenye namaliza watu. <coughs> Haiko wakati ya diskuru, tunasema kwa familia zenye zilipoteza watu, pole, tuko nyuma yenu, tutaungana na nyiye leo na kesho na kesho yake, tuko pamoya, lakini tutafute nguvu, sio wote, tuungane pamoya tumalize mauaji tutiekisekeji na pande yake ku tribunal asante. Wakazi wa Masisi wakiwa wametulia kusikia milio ya risasi na kuanza shughuli.